Naomba ni na a unyenzi wa jengo la utawala livowiiwana Mheshimiwa Daktari Doto washakaeko bume na Naibu Waziri wa wa wa wa na Waziri wa Nishati leo tarehe 25 Aprili 2025. Naomba ni na Watanzania wa wa wa wa wanahitaji barabara nzuri, ndio. Watanzania wanahitaji maji safi na salama, ndio